wangu alikuwa niwekee kichwa ama utangulizi wa Mwenge wa Kaunti, manake ndio tunaanza kuzungumzia mada yetu ya leo hapa studioni. Eh, tuko naye bwana Jack Ogeda ambaye ni eh, kiongozi eh, wa dini na vilevile kasisi kanisa la SDA. Karibu sana katika studio san, zetu. Eh, kama sikukosea eh, kanisa liko katika eneo ama mtaa wa Madhari, Nairobi kwa ujumla. Asante <coughs> sana. Pia tuko naye mzee wetu Tom Odongo. Eh, ambaye ni kiongozi katika muungano um, wa jamii ya Luo ama ukipenda baraza la wazee eh, wa jamii ya Luo. Karibu sana katika studio zetu. Na hatimaye tuko naye Fred Ogweno ambaye ni mkurugenzi IRPN. Tunamsubiria Profesa Duncan Ojwang atakuwa anaungana nasi baadaye ni msomi na mtaalamu wa masuala ya sheria. Nafikiri jana tulikuwa tunazungumzia masuala manne muhimu tunapozungumzia uongozi katika eneo la uh, la Nyanza. Tuligusia moja tu ambayo ilikuwa inahusiana na ile kitu tunaita healing process mm -hmm. Na tutazungumza kwa mapana kidogo, eh, kwamba itachukua muda. Mkanieleza kwamba huenda ikachukua. Nakumbuka Fred akisema hatujui ni nani atakayekuja baadaye kutuliwaza zaidi isipokuwa sisi wenyewe, na hamjui kiongozi atatokea wapi. Lakini sasa kwa sababu ya mazungumzo haya, ikiwa tumeweka kando hisia na majonzi kwa sasa hivi, lazima kuna wale viongozi amanyie kama jamii. Sasa hivi mnafikiria, lazima tuwazie, mwelekeo wa jamii ya Luo ni mwelekeo wa aina gani, tukiwa tunatumia masuala ya busara na pia hisia, maanake miemko ya kisiasa lazima hisia za kibinafsi. Nianze na wewe kasisi Jack Ogeda, mwelekeo ni upi kwa jamii ya Luo eh, baada ya kuondokewa na Raila Odinga? eh, kuna vikao vinaendelea kwa sasa hivi japo kwa siri, ama ni mazungumzo ya aina gani? Asante sana bwana Nimrod na, na Wakenya wote ambao wanatazama kipindi hiki, ningependa kusema kama kasisi kwamba mtazamo wangu utaegemea sana neno la Mungu na kwa sababu najua jamii ya wajaluo ni jamii ambayo inamtegemea Mungu pia uhum. Na yale ambayo yanatendeka uh, yanaweza kutusongeza karibu na Mungu na kutupatia mwelekeo uhum. Na jambo ambalo nasema ni kwamba uh, unapotazama hata kwenye neno la Mungu uh, Musa anapoaga Mungu anamteua Joshua aendelee na safari uhum. Kwa hivyo naamini kwamba atakayetusaidia kama jamii kupata kiongozi ambaye atakuwa kiongozi wa jamii na sio jamii peke yake, Kenya nzima, na vile hayati Raila Amolo Odinga alikuwa ni Mwenyezi Mungu na. Na kama jamii pia tunafaa kuelewa kwamba viongozi wanaletwa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo lazima kwanza tutulie. E, jamii ya wa wajaluo haijakosa viongozi wa kuiongoza haijakosa, haina upungufu uh -huh. wa viongozi. Ukiangalia tangu jamii hii ianze wakati wa uhuru mpaka sasa uh -huh. imechangia pakubwa kuleta viongozi ambao wamesaidia nchi hii mahali pakubwa mno uh -huh. na hata kwa sasa kuna viongozi wengi ambao wanaweza peana uongozi. Ninaona wengi wanasema kwamba uh, kingpin kingpin Uh, mimi ukiniuliza nasema hiyo siyo ya maana sana kwa sasa. Kitu ambacho kinahitajika katika jamii ya wa wajaluo ni jamii kuketi chini, ambapo ina viongozi wengi ambao wanaweza kuangalia kwamba jamii itenda namna gani. No, asante nimekupata, uh, kasisi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba, kwa sababu tunazungumzia uongozi ambao unaenda sawia na siasa mm-hmm. ni kwamba kutafika wakati ambapo nyie wenyewe kama jamii okay. mtakuwa mnakimbizana. mm -hmm, kuna wale watakuwa wanauliza kama si fulani tutatoka nje, kama ni fulani tutatoka nje mm -hmm. swali so, langu nauliza hivyo, kwa sababu gani? mtazamo wa kiongozi atakayechipuka ni mtazamo ambao utategemea chama mm -hmm. cha kisiasa, na sitaji tu ODM, kuweza kukazuka vyama vingine hata katika jamii mm -hmm, kutategemea sana jamii tu kwa ujumla ama kutategemea jinsi serikali itakavyolinda maslahi ya wakazi wa Nyanza au kutategemea msimamo wa chama. Yes, eh, mm -hmm. Asante sana Bwana Nimrod no, tena no, kuwa nawe no, ili tuweze kuzungumzia mambo haya no, muhimu no. yanayowaguzia jamii si ya Waluo tu no lakini kama nilivyosema kwamba Raila alikuwa kiongozi wa taifa zima, e, zima kwa jumla na. Lakini naelewa kwamba lazima tuangalie e, chimbuko lake na. Alikotoka na pale ambapo alikuwa na ufuasi mkubwa hususan maeneo ya Nyanza na, na Ujaluoni na. Niseme kwamba kutokuwepo kwa Raila kutangaziwa e, kutangaziwa katika njia mbili kisiasa mm -hmm. Katika siasa e, siasa za kitaifa mm -hmm. Na siasa za nyanjani. Uh, maeneo ya Ujaluoni mm -hmm. Kitaifa sidhani kwamba kwamba kutakuwa na pengo kubwa sana kwa sasa kwa wajaluo kwa sababu ameacha chama kilicho thabiti, chama cha ODM ambapo ukiona kule nduguye Mheshimiwa Daktari Uburu Oginga mm -hmm. ameisha pewa um, uongozi wa chama chenyewe, mm -hmm. Na ikumbukwe kwamba Raila amefariki kama chama chake kiko katika ushirikiano yes. Na mheshimiwa rais No. William Ruto no. na umeona katika mazishi yake yale matamshi um, no. namna viongozi walikuwa nasema, ametuacha ndani ya serikali no. kwa hivyo, kisiasa kitaifa tayari kuna mwelekeo no. na walishikilia e, wali kwa muda kwamba wajamii wa Luo tuko ndani ya serikali kutoka no. sasa hivi mpaka 2027 no. yale ambayo yatatendeka no. tukifika 2027, basi yatakuwa ni mambo ambayo tutazungumzia tazungu, wakati huo. Nashukuru umezungumzia hilo, lakini kwa kukatiza tu e, wakati wa mazishi, semi zilikuwa zinaonekana ni semi za pamoja Nam. Lakini punde tu baadaye, nafikiri viongozi wengine wakaanza kutoa semi zingine tofauti kwamba hatujakubaliana tutakuwa pamoja na serikali hii mpaka mwaka 2027 wengine wakatoa masharti, kama haitafanyika hivi, basi tutaamua vingine. Sasa ndio pengine masuala kinzani na si masuala kinzani ambayo pengine yatachanganya taifa kwa ujumla, yatachanganya zaidi jamii ya waluo Nam. Nam. Uh, zijatokea tu wakati mheshimiwa Raila Odinga ameaga. Itakumbukwa kwamba semi hizi zilikuwa hata kabla ya kifo chake. Mojawapo ya mikutano yake ya mwisho utakumbuka kwamba aliwahi kuzungumzia mambo haya akasema kwamba hatujazungumzia mambo ya 2027. Mm -hmm. Na ni yupi anajua kwamba ODM haitakuwa na mgombea katika urais, tikiti ya urais we, mwaka wa 2027. 27 e, kwa hivyo mambo kama haya uangalia kina Sifuna namna amekuwa na, na, akizungumza, katibu mkuu wa ODM, kidogo watu walikuwa nasema kwamba anazungumza kwa niaba ya Raila ama kwa niaba yake kibinafsi, japo sasa hivi ambapo mheshimiwa Raila ametuacha tutaona sehemu hizi zikiongezeka hata zaidi na. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiunganishi wa chama. Ziko na hatari zozote sehemu kama hizi? Ziko nazo. Aha. Ziko nazo, lakini pia ikumbukwe kwamba siasa ni swala la kibinafsi, is about interest wanavyosema kwa kimombo na. Kwa hivyo wale vigogo wa ODM na. Licha ya kwamba wako katika chama cha ODM na. Pia wako na personal interest na. Eh, alafu swala la pili ambalo ningependa niliguzie sasa nyanjani, ile athari ya kifo chake katika siasa ya e, jamii ya Waluo hapa. Sasa itakuwa ni kila mtu kwanza kujaribu kutengeneza himaya yake. Kuna magava, magavana ambao wamebobea kisiasa, kuna maseneta na, kuna wale ambao wanajaribu kuchipuka tu kisiasa. Kwa hivyo itakuwa ni wakati wanavyosema waswahili kwamba mti mkubwa ukianguka bila shaka wana wa ndege uyumba. Kwa hivyo wakati ambapo tuko sasa hivi ni wana wa ndege wanajaribu kuyumba na kuwayawaya hewani hadi, yeah, yeah, watakapopata mti mwingine kutua juu. Aha. Na ikumbuke kwamba wanapowaya na wanapoyumba mayai kuna mayai ambayo pengine huenda yakavunjika. Kwa hivyo yanapovunjika, haya yote yanakuwa ni maswala ya kisiasa ambayo hayawezi kutazamiwa na kwa chini ya wiki mbili ama mwezi mmoja. Kwa hivyo itakuwa ni gumzo, itakuwa ni mazungumzo ambayo huenda yakachukua muda ama pengine zaidi ya mwaka, ili e, wana wa ndege waweze kutulia. Bila shaka, asante sana hapa. Nafikiri ni nafasi nzuri ya kumleta Bwana Tomo Dongo kwa sababu jamii, bila shaka, itakuwa inaangalia baraza la jamii ya Waluo, ina msimamo gani, ina mwele gani? Kama jamii mna nafasi ya kutoa mwelekeo hasa ikigunduliwa kwamba yule atakayechipuka kama kiongozi wa jamii wa Luo kwa sasa hivi mizizi yake lazima ikite katika masuala ya kisiasa zaidi kushinda, eh, katika baraza kama lenu ambapo pengine mngependa kuwa na nafasi ya kusema, tungependa fulani ndio aongoze jamii hii. Kama haiwezekani, wanasiasa ndio watachagua. Sijui kama mna nafasi yote kama baraza. Asante sana kwa hiyo swali no. Eh, kama jamii ama the council of elders no. Kwa saizi hizi uh, hakuna kitu imeharibika no. Kwa sababu tuliwachwa kwa mkono ya our king no. The Luo council of elders chairman no. Worldwide Mr. Ker Odongi Randa yeah. No. In fact kwa sahi yeye ndio kingpin no. Ya Wajaluo kwa jamii ya Waluo yes yeah. No. Kwa sahi yeah. No. yeah. No. Ni yeye no na sisi Wajaluo tunaamini ya kwamba kingpi aichaguliwi, ni kitu tu mtu tu anatokelezea na hiyo spirit na. Kwa hivyo kuna nafasi yake katika baraza lile la jamii ya Waluo yes, na. Nafasi iko na, na. Na kwa sahi bado tuna mon Raila Amolo Odinga hmm. Tuwezi sema nani na nani na nani awakin kirudungiranda ndio sahi anatuongoza okay. Kama jamii ya waja luo, yeah. Nah. Kwa hivyo utakapofika, yes. wakati wa yeye kushauriwa huo, yes. wakati utafika, nah. Lakini kwa sababu tunazungumzia masuala ya kisiasa katika taifa hili, kwa bahati mbaya ni taifa ambalo kama mataifa mengine ya kiafrika hatuna muda wa kupumzisha siasa, yes. baada ya uchaguzi tu, rais anapokula kiapo, siasa zinaendelea, yes. si tofauti na sasa kwamba kuna watu watatazamia kwamba jamii ya luo itoe mwongozo kwa sababu imebaki miaka miwili tu kabla ya uchaguzi mkuu, okay. Na jamii ya luo imekuwa na ushawishi usha mkubwa katika kila siasa mm. ama kila uch, uchaguzi wa taifa hili yes. Sidhani kama itakuwa tofauti sasa. Ndio pengine wengine wanawatazama kwa sasa hivi huo mm. Muda utakuja, utakuja wakati gani wa kutoa mwelekeo huo, muda ut, utakuja, lakini kitu sisi kama Wajaluo, jamii ya Wajaluo hii haikuangi mambo na kupanga laini na kuchagua Aha. Aha. Eh, eh. Ni kitu tu inakuja na watu wanaona huyu no. Kwa jamii tunajua ku identify the leader kisiasa no, na kijamii. Na kijamii, so hiyo okay. Kitu hiyo tunangojea itafika, but kwa saizi no, tuko na viongozi wawili no. Yeah. Tunaongozwa na Ker alafu na Oburu Odinga. Asante, shukrani kwa kasisi. Nirejee kwako, marehemu Raila Odinga alikuwa na ushawishi mkubwa hasa katika kuchagua viongozi ambao wangependa wawanie nyadhifa tofauti mm -hmm. Sasa hivi hali hii haiko tena, ndio pana, unaona hata viongozi ambao walimuunga mkono au aliwaunga mkono na kuwachagua kusimama sehemu tofauti mm -hmm. kwa sasa hivi wanajihisi pia kwamba ni kama wako katika ushindani mm -hmm. kila mmoja akitoa ahadi kwamba eneo lake litakuwa na eh, wafuasi wa ODM kiwango fulani. Juzi mmemsikiza Simba Arati amefikia kiwango paka cha kumwambia Rais William Ruto mm -hmm nie kiti cha urais kupitia chama cha ODM kwa sababu wanafahamu, uh, umuhimu aliokuwa nao Raila Odinga katika kuchagua viongozi mm -hmm. Nafasi hiyo kwa sasa hivi haiko, itakapokuja eneo la Nyanza mm -hmm. Lazima kutakuwa na mtu ambaye anategemewa mm -hmm. kufanya uamuzi kama alivyokuwa akifanya marehemu Raila Odinga mm -hmm. Hapo ndio naona kutakuwa na kizungumkuti ama, kwa sasa hivi mnaionaje hali hiyo kama viongozi? Asante sana. Wale ambao wanamwelewa kiongozi wetu ambayo sasa ni marehemu Raila Odinga wanajua kwamba yule mzee alikuwa na hekima ya kipekee sana, na kando na hekima, pia alikuwa mtu aliyekuwa anasikiza watu wa chini wako namna gani. Kuna watu wengi walikuwa na uhusiano na Raila ambao ni watu wa chini zaidi, nikitazama viongozi wengi. Raila alikuwa mtu mwenye, ukienda sehemu kama Kibira watu wa chini ambao udhani wanaweza kumpigia simu akashika akaongea nao, yeah. Sasa katika ile hali yake ya siasa ya kuongoza jamii, mimi nataka nikueleze kwamba ni mtu ambaye alikuwa anasikiza watu ili amteue mtu ili amuunge mtu mkono, yeah. Naye alikuwa amesikiza watu wanasema nini, yeah. Yeah. Na unajua viongozi wengi hawasikizi watu wa chini, mm -hmm. Wanasikiza watu wa juu, yeah. So katika ile uongozi wake tumemwona ameongoza akiwa anasikiza mashauri na. ni mtu mwenye ulikuwa ukikaa na yeye anakusikiza kwa makini na anakushauri na yeye pia anakuambia vile anaona kwa hivyo, hata katika ile hali ya kuwateua watu fulani waweze kuongoza na. alikuwa anajaribu kusikiza na. watu wanasema nini na, na. na ni nani anafaa akitazama na. alipeana hiyo mwongozo na. Najua kwa sasa, kwa vile hayupo, uh, watu wanajiuliza itakuwaje lakini katika jamii ya Wajaluo hata yule nduguye ambayo sasa amewekwa pale pia ana hekima, pia amekaa kwa siasa, familia ya siasa muda mrefu, wanaelewa anaelewa vile siasa ipo, na amekaa na jamii ya Wajaluo na kama tutaendelea kusikiza watu, nafikiri hatutakosea. Naam, asante sana Profesa Dankan Ujong ameingia studioni pamoja nasi. Nafikiri eh, mwelekezi wangu ataniambia kama sauti yake iko imara, inaweza kumrushia swali mara moja tu eh, na, na swali langu ni hili Profesa. Tumezungumzia nafasi itakayokuwepo na hili swali ambalo nimemuuliza kasisi ni kuhusiana na kwamba Raila Odinga alifahamika kuwa na ushawishi usha mkubwa katika kuteua watu ambao e, kwake yeye angechukulia ni kama majeshi watakaopigania nafasi zake za kisiasa na kadhalika, mm. Nafasi hiyo sasa unahisi inamwangukia nani, kwa sababu e, itabidi sasa, kinyume na yeye, maanake kama alivyosema kasisi, alikuwa anaongea na watu, mm. Alafu anafanya uamuzi wake, lakini mm. Sasa hivi nahisi kwamba huo mm. uamuzi hautakuwa wa mtu mmoja. <laughs> Hmm. Sasa <laughs> kuna, kuna kizungumkuti hapo. Je, nafasi hiyo inapotokea, nani unahisi katika jamii ya Luo atakuwa na nafasi kama hiyo kuteua na kufanya uamuzi kwa niaba ya jamii ya Waluo? Nakubaliana nawe kuwa no. Labda itakuwa ni changamoto, a group of people, of wise men uh, no. no. no. no. uh, hilo jambo la kuteua watu A, tunapo, tunaita kwa Kijaluo kuwashika kuku, mikono no, no, A, sioni kama ilikuwa jambo ambalo lilifurahiwa li, kabisa na wananchi hiyo no, no. Naweza kuchukua ni kama ni dozari moja ya uongozi A, lakini kwa vile mu, kiongozi pia ni binadamu no, no. Huwa na mazuri na <coughs> pengine madozari zingine no, no. Hilo kuteua Aa, na kufanya research mwenyewe na kusema labda ni huyu aa, ilibaki ni jambo ambalo haikupendelewa sana na, na, binadamu sasa, kwa hivyo unaona itabadilika. Sasa kwa hivyo sioni sioni sioni yeyote na anayeweza kupewa nafasi hiyo tena. Aa, hata kukaribia sio tu kupata hiyo nafasi, kukaribia kujaribu kufanya hayo tena mm-hmm. aa, kwa hivyo na hiyo basi inakuwa ni changamoto kwa wanasiasa Uh, ambao sasa labda watu walikuwa wanaona kuwa waliteuliwa no, kwa hilo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa utarabu huo no, no, kuwa wananchi sasa wanasema sasa tunataka kujichagulia no, uh, watu wetu. Unajua pia uh, demokrasia inakuzwa sheria zinabadilika no, uh, mirengo na, na, na, na mtazamo zinazidi zina, zina, zina kusonga uh, uh, kwa hivyo tulipoanza tulianza kama jamii siku za KANU, labda kulikuwa na amna demokrasia ija ijakita mizizi. Wakati huu sasa, uh, hilo tendo litakuwa ni tendo la ajabu, ambapo uh, wananchi wameikataa, wame walikuwa wanaitolerate wana, wana kidogo kwa heshima ya mzee uh, but it was one of the blind spot uh, ambaye pia imechangia pakubwa unaona, e, e, uchaguzi tulioifanya uh, uchaguzi mkuu uliofanywa mula uliopita yeah. 62% ndio ilikuwa turnout ya wajaluu yeah. uh, ukiwauliza unapata wengi watakuwa wata wana, wana majeraha wana, wana uchungu, kwa vile labda yule mtu alitaka ateuliwe hajateuliwa. Kwa hivyo sioni atakayekuwa, lakini nikimalizia kwenye, kwenye wazo hilo Uh, labda haiwezekani kuwa na kingpin, labda tunatafuta kitu ambacho hakiko ha, na ninahizi nina kuwa kwa vile tumezoea kuona kingpin na tunajua anakuwa ni mtu mmoja anatuambia e, left right. Ninafikiria tunatafuta kitu ambacho uh, labda hakiko tutaweza hmm, kuwa na spokesperson. Hmm. No. Tutaweza kuwa na, na, na, na group ya, ya watu ambao wana, wa, wanatoa mwelekeo. Hmm. No. Lakini sioni tena kuwa Wajaluo watafika wakati ambapo kutakuwa na yule mtu mmoja unajua, Raila kuongozi wake ulikuwa umezidi, uh, kuwa tu kupigiwa kura, akawa ni kiongozi ambapo yeye anaaminiwa ana kwa makubwa na madogo. Na, na Profesa, umezua wazo zuri, na nataka nifuatilie na hili kwamba unaposema hivyo, je, kuna athari basi ya kuwepo kwa mgawanyiko eh, katika jamii na pia katika chama ambacho alikiongoza na kilikuwa na ufuasi mkubwa sana katika eneo la, la, Nyanza. Nazungumzia ODM, hmm, na jamii kwa sababu unaposema, hmm, hakuwezi kuwa na kingpin ambaye atatoa mwelekezo wa moja kwa moja. Kuna wengine ambao wameshikilia nyadhifa za kisiasa kwa sababu tu ya Raila, jina Raila Odinga. Si kwa sababu ati pengine wana ufuasi mkubwa. Sasa wakati katokea mwaka 2027 wengine wale ambao wameshika nyadhifa wakajikuta nje. Sasa nafasi yao ni ipi, na wanatokea sehemu ya Nyanza, kwa sababu huenda kukatokea labda na, na, na. hata sio sana <coughs> nafikiria kuwa <coughs> uh, Raila kwa uongozi wake uh, uh, watu walimwamini kwa kipana kwa upana mrefu, wakakubali yote aliyekuwa akifanya kuwa kuzudi yake na matarajio yake ilikuwa kuj kufanya mazuri kwa jamii Uh, hilo sio si, oh, hakuna kiongozi ambaye amefikia upeo uh, huo ya kuaminika kiasi hicho. Kwa hivyo sasa ita uh, itategemea ita, ita itategemea kuwa tunaelekea aje. Tukielekea mtu akuje afikirie anaweza chukua nafasi hiyo ya Raila, hawe ndiye kusema kwa mambo madogo na makubwa mm -hmm. na akisema uh, adhanie watu watafuata bila kuuliza maswali, itakuwa ni changamoto mm -hmm. Lakini uh, ODM ikifikiria iki iwe na group of consultants uh, iwe ni kikundi iwe sio ni mtu mmoja wazitafute labda ka kingpin watafute ni, ni kanzo ya wazee uh, wenye hekima uh, na wa, waangalie watu wanasemaje, kusikiliza uh, ground alivyosema kazusi. So then uh, kutakuwa bado, ninaona Wajaluo wengi watafuatilia wata, wata the reason kuwa hata tukisema kutakuwa na mgawanyiko. Remember, kumbuka kuwa hata wakati wa Raila kulikuwa na mgawanyiko lakini haikuwa mkubwa. Mm -hmm. Tulikuwa na Dalmas na tulikuwa na wengine ambao walikuwa wamekataa kuelekezwa hivyo, yeah. Yeah. Lakini watu wamefika mahali ambapo wakielezwa wa, waone umuhimu wa, wa, wake uh, naona wakifuata hatari ni kuwa nik, ninapoona vigogo vya ODM hawaja hawajatathmini kuwa Wame, e, chama chenyewe imeumia kiasi kikubwa. Oh, oh. Siasa na chama zetu ni personality driven. Raila alikuwa akilete watu hata wasiokuwa wa ODM Uh, rafiki yake kama huyu eh, si Macharia yeah. Udhani kuwa atafanya hayo yote kwa vile tu jina ODM yeah. Lakini ni kama viongozi wa ODM wanataraji wanafikiria yeah. Ilikuwa hayo yote yalikuwa akifanyiwa ODM sio Raila. Kwa hivyo ninaona kama stock yao uh, umaarufu wao uh, value yao inapungua, ita, ita, ita, ita, makali yao itapungua no. Uh, na inaweza kupungua zaidi wakichukua direction ya kufikiria uh, wanajaribu kutafuta mtu mmoja ambaye sasa atakuwa ni ni, ni, ni, ni, ni, kuelekeza kila mtu uh, ukiona wanavyoongea, hata ukiona kwenye kwenye communication na uh, kwenye broad-based, uh, unaona kuwa sahi hakuna uh, wazo moja kuwa Raila alikuwa amesema yapi uh -huh. uh, uosia wake ni upi uh -huh. no. uh, hata katika kukaa kwa hiyo serikali. Asante Profesa, naomba tuachie hapo kwa sasa tu. Kwa kifupi, turejee. eh, nataka tuzungumzie sasa umuhimu basi wa eneo la Nyanza kusalia katika serikali hii kuna umuhimu eh, aina gani na athari ya aina gani? Kwa sababu kwa wengine mitazamo ya kisiasa ni kwamba eh, ikiwa eneo la Nyanza halitasikia eh, mwelekeo unaovutiwa na upande wa rais, basi watakuwa wao ndio wenye kujutia siku za usoni. Sasa nataka mnieleze, eh, kama kutakuwa na umuhimu huo ama kuna sauti nyingine ambazo zinadai eh, masuala mengine tofauti. Mtazamaji, tunapunga unyunyi kidogo, usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde.